Polisi Ubelgiji wametumia mabomu ya kuwa vya machozi na magari ya maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipinga mpango wa, wa, wa, wa serikali wa kupunguza mafao ya kijamii na kuongeza umri wa kistaafu. Maandamano hayo yaliandaliwa na vyama vitatu vikubwa vya wafanyakazi nchini humo ambavyo pia vilitangaza mgomo wa kitaifa siku ya wa Jumanne. Waandaaji walisema maandamano hayo yalihusisha hadi watu laki moja na ishirini ingawa polisi waliweka idadi hiyo kwenye takriban watu elfu themanini video za maandamano zilionyesha makabiliano makali kati ya waandamanaji na polisi, huku baadhi ya waandamanaji wakirusha baruti na mawe na wengine wakipeperusha bendera na mabango yenye ujumbe wa kupinga sera za serikali. Polisi waliovaa magwanda kamili ya kupambana na ghasia walionekana wakirusha mabomu ya machozi na kutumia magari ya maji ya kuwasha ili kutawanya umati mkubwa uliokusanyika katikati ya mji wa Brussels. Rais wa chama cha wafanyakazi cha CGSLB gete amesema maandamano hayo yalilazimika kukatishwa baada ya kundi dogo la watu waliokuwa wakileta fujo kuanzisha vurugu dhidi ya polisi. Hawa si waandamanaji bali ni watu waliopoteza nidhamu, alinukuliwa na gazeti la HNL. Mgomo huo wa kitaifa ulisababisha mamlaka za usafiri kusitisha huduma kwa muda mrefu huku viwanja vya ndege ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa Brussels ukilazimika kusitisha safari nyingi za ndege kutokana na uhaba wa wafanyakazi. Waziri Mkuu Bart De Wever aliyechaguliwa Februari mwaka huli ametetea mpango wake wa kubana matumizi ya serikali kama hatua muhimu ya kupunguza nakisi kubwa ya bajeti ya taifa hilo. Hata hivyo, vyama vya wafanyakazi vimeonya kuwa hatua hiyo itaathiri maisha ya wananchi wa kipato cha chini na kuongeza mashaka ya kijamii nchini humo.